Rapa Kanye West ni kama anachukizwa na kila ambacho kimekuwa kikifanywa kwa muda mrefu sana hasa kwa ndamo na vyanzo mbalimbali vya kihabari kuripoti mabaya na umusu ama mambo ambayo hayamwendei vizuri. Ni siku za karibuni alithibitisha kuwa Bianca Sanson mke wake ambaye alifunga ndoa mwishoni mwa mwaka 2022 amemwacha kupitia single ambayo inaitwa Bianca, itakopatikana kwenye albamu yake WW3 na kwenye single kuweka wazi kuwa mke huyo amekuwa ana amani kwenye mahusiano yao, na hii ni kutokana na Kanye West kuandamwa na misala na ini kutokana na namna ambavyo amekuwa akienda tofauti na vile jamii inamhitaji mtu tu mwenye umaarufu na ushawishi kubehave kwa upande wao. So aliweka wazi kuwa katika kipindi cha mahusiano yao Bianca mona hawezi kuendelea kuwa na yeye endhas ameweza kudisapia ni afahamu alipo, na amekuwa akijaribu sana kumtafuta na kuweka wazi kuwa anahisi hatuweza kufanya chochote bila uwepo wa mrembo huyo. Sasa hii ni taarifa ambayo iliweza kuchukua nafasi kwenye vyanzo mbalimbali vya kihabari pia, lakini weekend iliyopita ilielezwa kuwa wawili hawa walionekana Spain kwenye moja ya mgawa tena wakiwa na furaha kubwa sana, yani kama hubalao bado ni zito, tofauti na kile ambacho Kanye West alikuwa amekisema tena kwenye wimbo and. Hakuishia hapo baada ya muunganiko wao yani kuonekana kwamba wapo pamoja tena, Kanye West akaja kwenye mtindo wa X kuamua kujitapa, lakini kuviponda vyanzo vya habari kwa state. Hii aliandika tu, ukimwona mwanamke wangu aongei jua, huyu ni mke wangu, sio mke wenu. Vyambieni hivyo vyanzo vya habari ambavyo vinaendeshwa ama viko chini ya Wayahudi, yale ambao wanakuwa wanayazungumza waendelee kuyazungumza, kwa sababu unaona kama kuna chuki wanapoona ukaribu kati mwana ama ya mwanaume na mwanamke ama mahusiano ya mtu mweusi na mtu mweupe. mimi ni yi na nitabaki kuwa yi kwenye ufalme wangu na kujitapa kwa maneno mengine makali, lakini kusema kwamba huu ndio muda wa yi kuendelea kufurahia Taarifa hii imeweza kufuatia kiwa weekend hiyo hiyo, yana maanisha jumamosi kwa mkia Jumapili. Ilielezwa kuwa Kim Kardashian aliyekuwa mke wa rapa huyu anamsaidia Bianca Senso kushughulikia swala talaka na kuhakikisha kwamba anaachana kisheria kabisa na Kanye West na ute aote tu Kim Kardashian miongoni mwa watu ambao walikuwa wavutiwi na mahusiano haya, na hii ni kufuatia namna ambavyo Kanye West amekuwa kimtrit Bianca Senso kwenye macho ya watu, hasa kumvalisha nusu utupu kwa kiasi kikubwa. Hiki ndicho ambacho kimechukua nafasi ya hoja, hawajaachana wapo pamoja. Hiyo hapo. Hey, ni SNS mini jenme, audio series za kusisimua, makala za ulimwengu.